la wekundu wa msimbadhi Simba Sports Club kutokea hapa mitaa ya Temeke eh. Tunataka kufahamu pengine napo pia kwa upande wako, kile ambacho amekizungumza ndugu yetu muindi wa Simba, pengine yanasadiki sadiki na yale ambayo ameyazungumza. Karibu kwenye hadhira, wanakusikiliza mm. Asante sana, habari zenu ndugu wa habari. Kwanza niseme tu, nitoe masikitiko yangu, sikitiko la kwanza pengine kwa tukio la juzi lilotokea kwa mwenyekiti kupigwa sawasawa, tutwete, tuseme lazima tulilaani, kwa sababu kama wana Simba tunatakiwa tuchukue hatua za kimsingi, ili kama mwenyekiti kutoka. La pili niseme mwenyekiti naye ajitathmini kwa tukio lile, anatakiwa ajitathmini yeye, familia yake sawasawa, hata shemeji hata wadogo zake, kumshauri kwa tukio lile, anatakiwa ajiuzuru kwa tukio lile lilotokea juzi anatokaje ajiuzuru, kwa sababu kama watu wameweza kukufikia maungoni mbele ya polisi wapo, je, uko mtaani itakuwaaje? Je, unajitathmini uko mtaani itakuwaaje? kama hapa mbele ya polisi mwanadamu sasa ameshaamua mbele ya polisi hajaogopa polisi na amekabiliana naye maungoni, anatoka ajitathmini kwamba sasa hii ichakuwa shida, solution ni kujiuzuru tu. Sawa, mimi sioni kama Mangungu ana njaa ya kung'ang'ania sana Simba sioni kama ana njaa ya kung'ang'ania Simba, ajinusuru yeye kwa usalama wake ni kujiuzuru tu, sawa. Ama kama sio kujiuzuru, kwa sababu muda wake umekwisha tarehe 22 Januari mwaka huu, aitisha uchaguzi mkuu haraka, kama pengine kujiuzuru ataona aibu au namna gani? Lakini mpaka sasa hivi hayuko kikatiba, muda umekwisha, mwenyekiti ni kwamba, muktadha ni Mangungu, tayari muda wake ushafika na ushaisha. Kabisa tarehe 22 Januari 26. Umekwisha. Wengi huenda hawafahamu ndicho hicho sasa, tunawaambia, na kweli wengi hawafahamu na hmm, ndicho hicho tunachowaambia, ila kwa sababu inajaribu kufichwa fichwa, sababu inatakiwa uchaguzi mkuu uitwe haraka iwezekanavyo, na alizungumza kwamba <coughs> uchaguzi huenda umeahirishwa mpaka 27. Na kaahirisha nani? Ameahirisha nani? Amekaa na nani? Ame anaamua yeye, kwa sababu influencer hana nguvu, influencer hana nguvu, wenye, wenye nguvu ni mkutano mkuu, influencer hana nguvu. Influencer nani? Influencer nani? Kuna cheo hicho kwenye Simba kinaitwa influencer Kwenye katiba ya Simba kuna mtu anaitwa influencer au ni kuleta katiba ya Simba kwa sababu sija nayo hapa. Kwenye katiba ya Simba kuna mtu anaitwa influencer, ana nguvu ya Simba. Influencer ni nani? Haya ni makundi ya kihuni tu. Haya ni makundi ya kihuni. Sasa hatuko tayari kuyumbishwa Simba na watu waliokuja na gari ya taa moja mjini. Sawa. Na watu waliokuja na gari la taa moja mjini. Sawa. Na watu waliokuja na gari la taa moja mjini. Kwanza sasa wanaingia Simba kwamba hito wanaonekana wao wanaweza wakawa na nguvu kwenye Simba. Wenye nguvu kwenye Simba ni wanachama na wenye nguvu kwenye Simba ni mkutano mkuu, ndio wenye maamuzi. Yeye kama anataka mkutano mkuu, kama anataka kusema kwamba uchaguzi ameuisha, aombe ridhaa ya mkutano mkuu, aitishe mkutano mkuu wa dharura, aombe pengine na ahirisha mkutano, na ahirisha uchaguzi, tusogeze mbele, kwa sababu pengine tunajiandaa kifedha, au atoe sababu turidhie. Lakini sisi tunajua muda wake umekwisha. Sasa hivi anakaa nyuma ya kikatiba tuna uwezo wa kuiomba BMT na tunaiomba BMT Wizara ya Michezo wasikalie kimya kama serikali kwa sababu kuna ungu... nyumba ya Simba inaungua watu serikali wote wangelipigia kelele lakini kwenye Simba wamekaa kimya aambiwa aitishe mkutano mkuu wa uchaguzi kuna kauli ameizungumza mwingi wa Simba kilichotokea leo pengine labda unaweza kulidadavua eh sawa kilichotokea leo na mimi nasema niweze tukulaani kwa sababu place yetu tuifanyie pale kabuli moja Shaajabu, kuna mtu amekuja anajiita, wewe ni OCD wa Posta, kaja pale na nguvu nyingi na nini na mabomu na kulinda kutuzingira kwamba sisi tumeleta pale mkusanyiko. Lakini sikiliza, hukuona tu amevaa mabomu pale eh? na bunduko mishika hukuona, au ulikuwa uone? Tunaeleza ukweli, hakuna kufichana, tunaeleza ukweli. Na nilimuuliza swali, sisi unatuzuia tusiongee? asubuhi kisugu kaongea onge, wameongea hapa wale wana kibali, kashindwa kunijibu. Nikamuuliza wale wanaoongea pale Central kila siku pale kwenye kawa wanaomba kibali kisicho kuongea pale? Kashindwa kunijibu. Acha tutumie nguvu, kwa sababu mimi ni eneo langu. Wewe nyinyi mkifanya na mimi nitafanya, lakini kwa sababu sisi tunajua utaratibu, nchi hii inaishi kwa sheria na katiba, tumetia amri yake, lakini hatutaishia hapo. Tunamwandikia barua kesho kamishina wa kanda, sawa? Tunamwandikia kesho barua kamishina wa kanda atupe uhalali leo bwana kusema sisi ni mkusanyiko, kwa sababu wale wote waliokaa pale wakufukuzwa ila mkusanyiko ulikuwa sisi tu kuongea na vyombo vya habari, mkusanyiko anataka kibali kwa sababu akasema eneo lile kukaa zaidi ya watu wawili mkusanyiko. Pale walikaa watu wangapi? Zaidi ya watu 300 wako pale wanaongea ongea kwenye limit. Wote kawafukuza wale. Wale wanaongea pale stesheni kila siku asubuhi. Wala kibali wale kila siku wanaomba kibali. Nilichomwambia kama umetumwa na mwenyekiti ama wajumbe au wale ambao wako nyuma ya mwenyekiti wamekuagiza kitu hicho. Sisi ujumbe tutafikisha. Sisi tutatia amri yako kwenye eneo lako. Lakini na sisi tutalalamika. Hatuna salama sisi. Hatuko nchi kwa kuonea kama hivyo. Lakini kwa sababu kaambiwa na mtu anaenda kule, kapewa mafuta, basi anakuja kusumbua wengine. Ah ah, tunaipeleka wenye kwa mkono. Kum kwa kumuhuri mishina na wakanda. Alichokifanya huyu achini yake ni sahihi. Sisi tu waandishi wa habari, hapo watu sita saba, sisi ni mkusanyiko. Lakini waliokaa pale wote si mkusanyiko ule. Kawafukuza wale. Kawafukuza. Sasa wasitumie nguvu kubwa. Sisi tuliwaita nyinyi waandishi wa habari tunaongea kama hivi. Hatukuwa na pale kuongea uvunjifu wa amani au nini. Sisi tunaiongelea Simba yetu. Hatukutaka kumtukana mtu wala nini. Tunaiongelea Simba yetu. Lakini mtu anatumia nguvu. Eh, ama isiwe sio yeye, pengine hawa aliosema mwindi. Wanajaribu kutumia kwa sababu pengine wameshapewa pesa. Wakitumika winchi kama akina Mnandi. Huyu ndugu wangu Mnandi anatumika kama winchi, winchi wenzake wanakula hela. Wenzake wanakula hela anatumika kama winchi. Ataharibu legacy yake. Najua nimempigia simu. Mnandi utaharibu legacy yako. Kwa sawa, kwa na nafikiri nilishaongea na wewe mara nyingi kwamba ili swala na nilimwambia Mnandi, sisi kama wana Simba hatuna nguvu ya kumuondoa Mo Asalani. Pengine aseme mwenyewe tu, mimi nataka kuondoka. Ana bilioni 77, tunazilipaje? Hamuwezi kulipa. Tunazilipaje? Tuna nafikiri klipu ile ipo, irudie. Na jana kachapisha chapisho lake, anataka hela zake. Kisha aanza hicho kitu. Nilizungumza kwamba yule atakuja atasema, sawa. Mimi nataka niache Simba. Haya, Simba tukae chini mimi na Simba. Sikai na wamina, nataka Simba. Simba si ndio sisi? Kaya, mimi nimetia saba yenu, endeleni na mchakato wenu, tunazo jana. Yani umesema katia tayari chapisho lake hilo, kesha anza hilo kesha anza sasa. Watu wanajidanganya pengine wanataka kumuondoa Moo. Kwa kusema hivyo, acha Simba. Moo tu brand yetu hivi na hivi, si tulienda kumwomba wenyewe Muhamedi Moo. Pengine hao wengine wadogo wadogo hawajui walikuwa wadogo. Mohamed Mo miaka 2000 kwa baada ya Simba kuyumba yumba. Ili 2007 anakumbuka ndo Mohamed Deuji anaingia. Kabla ya hiyo ile mara ya pili anakuja. Ilikuwa 2000 tulikuwa tuna Simba kina Matis Mulumba hmm. ya kina Wilfred Kidao wakati huo. Ili kufanya vibaya pale. Tukaenda tukamuomba, akaleta udhamini wa meta. Sasa ule unga sio nani atangaza. Yeah. Akaenda ak... lakini akaona mambo hayaendi sawa pesa zake zinaliwa, akaondoka 2007. Akaja tena tukamwomba, tuka, tuka tena akaja akaenda aenda akaenda aenda alipofika katikati akajitoa tena 11 hapa na pakao na myumbo yumbo ule sasa, ule sawa hmm. Tukamwomba tena, ndipo pale aliposema hivi, sasa kwa sababu huku nyuma nimetumia pesa zangu, naona pesa zangu hazirudi, nimetoa kama mwanachama, sasa hivi tukae chini, tuweke mikataba sawa, tuweke mikataba ya kuanza uwekezaji ili na mimi niweze kuzilinda pesa zangu na niwe na faida, tukakubali wenyewe. Yule karudi kurudi, tunakwenda naye, Simba inafanya vizuri ile miaka minne. Sasa hivi nawaambia watu wadogo wadogo wengine hawajui, wanafuata mkumbo tu kwa sababu ya kupewa pesa. Sawa, wanafuata mkumbo tu. Yule ana mikataba kabisa iko, na ndio maana kawa tu zile pesa. Kwa hiyo alichokuwa anatoa hata shilingi hata mia mbili, anaandika. Hela zile zote za usajili anaandika zile unasikia, matumizi yote ya kambi anaandika maradhi sijui nini, usafiri, yote alikuwa anaandika vile vitu. Na hao wenye viti wanaopita wote, iwe Mwina Kaduguda, iwe Swedi Mkwabi maka walisaini, walikuwa na saini vile vitu. Ujue huyu Mangungu mwenyewe ana saini vile vitu, imefikia bilioni 87, japo anasema kwa katika 87 mwanachama maka na 65, tunaanza kumlipa 65 anaposa. Sawa, mimi sawa, nendeni na muendelezo wenu, mimi nataka hela zangu nirudishiwe, tuachane. Tunazo, tutauza majengo, tutauza viwanja, tutauza mpaka watu mpaka sito wanachaa tuuzwa, bado hatuwezi kulipa, tumeng'ang'ania tu blandi yetu kubwa blandi yetu kubwa hii blandi ameitangaza nani? Mpaka kufika paona blandi kubwa, siye ndio foundation. sasa tulitakiwa kama wana Simba au viongozi wa Simba waliceka kai na yule mtu Muhamedi Mo. Simba umeitoa mbali, sawa blandi yako kubwa lakini haikujiuza bila yeye ametumia nguvu kubwa mpaka bila tia kwenda jiuza kuli mwenyekiti uli... ni ambazo wana Simba mnaweza mkaesi mkafurahishwa nacho pia ah, kabisa. Mimi nasema tu pengine hili atakuwa hapa darasa na kina Julio naye hmm. na Julio amejiingiza kwenye vitu anavunja kabisa legacy yake, alikuwa mchezaji wa Simba, sasa hivi na yeye anajidhalilisha, ameshaingia kwenye kundi la wahuni kumlaumu Mo na kila kitu, ila tunamwambia, namwambia Julio, alikuwa mchezaji Julio amekuwa kocha, Julio amekuwa kocha timu ya taifa, aachane na vitu hivi, alinde heshima yake. Tunamheshimu sana, tunamheshimu sana. Niseme tu tulichotakiwa sisi wana Simba kukaa na Mo. Mo, utaratibu si unaoelewa? Simba atakao iwe na wekezaji watatu. Sasa kama Simba atakao iwe na wekezaji watatu, tunakuambia wewe tutafutia wekezaji wawili wewe. Tafuta wekezaji wawili unaowataka wewe. Unaowataka wewe, wawe twende sawa na serikali. Twende sawa na serikali. Sasa baada ya kutafuta nimewaleta hawa hapa. Mmewakubali tumewakubali. Haya sasa tunachofanya, tunauza Isa. Mo uza Isa zako 19. Sisi tunauza ishirini. Tubaki na 31. Wao baki na 30. Sisi tuko na thelathini na moja kama wanachama. Sasa kama tuwe juu lazima, hizi kumi na tisa na ishirini tukizijumlisha idadi yake itakapofutaga kwa hao wawili. Mimi nafikiri cha singekataa hicho, kwa sababu bado yeye angekuwa yuko juu. Yuko juu. Simba sisi wanachama tuko juu thelathini na moja, yeye ana thelathini na wengine pengine wangekuwa na ishirini ishirini. Bado yeye yuko pale. Sawa? Kulikuwa hakuna shida hicho kitu. Mimi nafikiri tu vengo hao, tunasema wakishirikiana na wahuni offensive Simba Wakati Simba inayumba, wakati Simba inadolola, wao wamekuja pale walikuwa wanapiga hela tu. Watu wanatengeneza majezi, hatuelewi hela jezi zinakwenda wapi. Leo hela zinadhibitiwa, zinajaribu kuingia, watu wanataka sasa kuiona Simba zimetangazika, wanataka sasa Simba waje wapige hela vizuri. Kumbe ndo wanataka kuja kuiua Simba. Simba tunashuka sasa hivi. Simba sio ya Simba sio mpaka leo kwenye mashindano haya sisi kwa point moja. Kundi letu lilopangwa, tunasema ni bovu, Kundi bovu na lilikuwa kundi la ovyo mpaka mechi ya juzi tu, na pointi kumi na mbili au kumi na tano timu tulizopangwa nazo kweli. Tumepangwa timu mbili kubwa, lakini sasa hivi sio timu, zimebaki majina tu. Petro Atletico sio ile tunayoelewa sisi. Esperance sio ile, sio ile, chukua ubingwa Esperance, imeweza kabisa ile pale, tulikuwa tunampiga nje ndani yule, wale Stad Marine, ile mechi ya kwao walikuwa bado hawajakaa sawa, walikuwa nafungwa tu. Leo anakuja pa Stad Marine na nafikiri mechi mechi walicheza Angola ka draw au kashinda. Eh, kadro ana eh, maka ana pointi eh, nane anaongoza kundi eh. Sasa anapokuja hapa unategemea anakuja kufanyaje? Maka tayari kishabadilika, ameshabadilika. Maana mpaka sasa hivi hata ukishinda mechi zako mpiti sawa. Ah, sasa hivi tumeshakata tamaa, halipo tena swala la sisi, swala hilo limekufa. Sasa hivi tunatimiza tu ratiba, tunajipanga mwakani, tunatimiza ratiba. Tunatimiza ratiba ila tu nachosema, wana Simba, nchi nzima tunatoa chapisho hilo nchi nzima wana Simba nchi nzima hmm. Hawa wanaojiita influencers sawa, influencers hmm. katiba inaruhusu au iruhusu nini? Katiba iruhusu kwamba my friends wa Simba? Hakuna kitu hicho, hakuna influencers. Katiba inamzungumzia wa mwanachama tu, inakuaje wana wa nguvu sana? Ndio tunashangaa wamevitoa wapi na uongozi, kama unaruhusu influencers wawe na nguvu, wanatoa wapi? Tumelikataa kundi la Friends of Simba, leo unaruhusu influencers wa nini? Friends of Simba ni kundi ambalo lilikuwa lina hela Leo unaruhusu influencer zinjaa hata ukimpa 200 anabadilika. Leo kasema hichi, kesho kasema hichi. Sawa anakuwa kigeugeu ni adui. Kwa hiyo tunasema wa kuwaogopa influencer kama ukoma. Kuna kundi sasa la watu watano. Huyu anachosema na mimi nilikuwepo nilikwenda. Tulikwenda pale kutakusikiliza, anakuja kuzungumza nini? Kwa sababu hata tulipowaambia kutuwauliza kiongozi huyu ni nani? Yeah, wao wakasema wow, kiongozi. Hawakutuambia. Sisi tukajua pengine anakuja mwekezaje. Mohamed Mo pengine atakuongea na sisi. Yeah. Au pengine amemtuma mwenyekiti wa bodi au CEO pia anataka kuongea. Kuta je, jamani tumeferi wapi? Sawa. Kumbe mwenyekiti. Na hata alipokuja mwenyekiti tukajua pia ana pointi ya kuzungumza. Eh? Sawa. Lakini hakuna kilichozungumzwa. Tukaona kwamba hiyo yote kwa sababu tu ya kuferi. Ameshaferi maji sasa yako shingoni. Sawa. Ameshachelewa. Kwa sababu unakuja leo muda wako umekwisha. Maka mwishoni, bado siku wiki tu ndio unakuja kuita au influencer. Influencer, tuna nguvu gani sisi ya kuwashawishi na Simba wote turudi kundi moja. Mwenyekiti labda lengo haswa ambalo unatamani liwafikie wana Simba ni nini labda? Hawa influencers kuogopa kama ukoma, hawafai ndio wanajaribu Simba. Hawa influencers na nafikiri wanajitengenezea uadui na wana Simba. Simba ni kubwa kushinda wao. Simba ni kubwa kushinda mwenyekiti wa Simba. Simba ni kubwa kushinda bodi ya Simba. Simba ni kubwa. Hmm. Sawa, Simba ni kubwa kushinda uchaguzi, ni kubwa kushinda uchaguzi mkuu. Hakuna aliyekuwa mwenye nguvu, hakuna aliyekuwa yuko juu zaidi ya klabu, zaidi ya nembo ya Simba sawa sawa, na ndio maana unakuta tayari mwekezaji anazungumza, lakini bado anaogopa, hawezi kuwa. Kama angekuwa anaweza tu kufanya hivi, basi angeweza akaoze bilioni 87 zake mara moja, lakini anatafuta utaratibu wa kisheria. Na nafikiri jana, kama ulifikia, amechapisha na wewe umeliona chapisho lake, anataka tuachie Simba. Je, ndugu yangu Mnandi utachangia laki tano? E, namuuliza ndugu mdogo wangu Mnandi utachangia laki tano. Sasa kwa sababu namfahamu na namuweza mdogo wangu, namwambia hiyo kwa sababu ni mdogo wangu na yuko upande wangu na tuko pamoja kwenye lile kundi hey, la wale wapiganaji na shangali wamebadilika. Kuwa mpiganaji anabadilika, shida ni nini? Shida ni nini? Wenzake wanamtumia wale wameaidiwa pesa wakina nani? ni wao wao, influencers, unaambiwa hao. Hmm, kuna baadhi ya wengine viongozi wameaidiwa pesa pengine. Sasa wale watakula, watakula hela nyingi, kama ukifanikiwa hili wewe utapewa hela kidogo, na unaweza usifanikiwe kwa sababu swala la kusema nisikilize kundi la watu wale wazungumzaji hmm, unaona, wao ukiongea ongea pengine wanaweza kukubalika, lakini niseme tu tunajidanganya. Mo hawezi kutoka kiraisi namna hiyo. Mo uweze kumtoa kati bin 77 kijinga namna hiyo? Wewe kabisa bwana, sababu itia pale bwana. Hizi Mo anaachia kama hao wanaosema hao hao, wazamii hao, wengine wanakuja wawekezaji, wana hela wao, mwekee Mo meza hela yake. Nilisha libainisha hilo, nyinyi waandishi mnajua. Jana kachapisha kinakuja hicho kinakuja, hata kuwa na shida Mo akilipo hela yake, Mo anaachia. Hata kuwa na shida tumtukane sisi tufanye ah, atabaki kwa hoteli mshabiki na mwanachama basi. Tunayo Simba tumefikia hatua hiyo ya kuona bilioni 87 kumlipa. Atoe hizo 22 kama yeye. Mwanachama gani wa Simba? Influencers gani wa Simba? 27 Simba na huyo huyo wana friends of Simba gani aliyeshawahi kutoa bilioni 82 kusaidia timu? Kama sio wote waliopita wote, sijui hawa sijui wale kina Kaburu, sijui kina Veva, sijui kina Sanyasano, walikuja kwa love love, wakapata hela pale. Leo wanakuja kuleta choko choko tena ili wamchofishe moyo warudi kwenye Simba waweze kula. Wote wakina Kasimu. Walikuja wana hela pale. Hela tumepatia pale. Tunaweza ukweli. Ila tunawaonya wengine. Sasa Julio, Julio ni kocha. Julio tangu anacheza mpira, anakaa nyumba ile pale. Anatoka kwao Kigogo Mbuyuni. Anakuja kukaa kwa kaka yake Kiolumusa pale. Nyumba ya kona mtaka Kionga na Mkadini. Kakaa pale. Mimi nakaa namba sita. Namjua vizuri. Tangu kwa mdogo anacheza Simba anafanya hivi. Wote tunamuona. Sasa leo akasema, "Oh, mimi niliuza gari kwa sababu ya Simba. Mimi nipoteza gari kwa sababu ya Simba." Gari aliuza wapi? Si alisema kwamba alikuwa anatoa wapi? Wapi? Na yeye akiwa kama kocha na yule alitoa wapi? Yeye alikuwa kama kocha. Lini? Lini juu leo katoa na yule? Yeye alikuwa kocha wa Simba, alikuwa mteja wa Simba. Na katika wachezaji ambao anasema kwamba eti yo Simba inaweza kujichangisha yenyewe tu. Wakati yeye anacheza yeye, na alikuwa kwenye migomo. Mara ngapi Simba amegoma na yule? Miaka chini huko. 80 chini. Wanagoma pengine hawajapata posho. Hawajapata nini? Hela wakati tabu. Paka wewe ndio kwa muombe sio nani, kwa muombe nani? Hajawahi kuwa, mimi muulizeni. Je, katika kucheza kwako Simba hujawahi kuweka mgomo wote wa kugomea mazoezi? Muulizeni kitu hicho kwa sababu sisi tunajua wakati ule Simba ilikuwa kwenye tabu sana miaka 80 huko chini. Hajawahi kitu hicho. Au huko CDA huko, sio hapa. Hajafanya kitu hicho. Sasa alinde legacy yake, alinde heshima yake. Kocha wa timu ya taifa katika uchezaji, sikatai. Amekuwa kocha wa Simba, sikatai. Ameshawafunga Yanga karibu matatu. Alikuwa na, alikuwa na, anawafunga Yanga kama mwembe wa wana na utikisa tu. Akita kuwafunga na wafunga. Sasa alinde heshima yake. Asiingie kwa wahuna, kajiingiza kutaka kugombana na moo kufikiria Mo atatoka kiaisirahisi bila kulipwa hela yake haiwezekani. Anasema yeah, anasema ametumia bilioni themanini na saba. Je, viongozi wote wamesema hicho kitu? Tuliwaambia semeni, Mo katumia kweli? Mpaka leo hajasema mtu, wanazunguka kaingia huku, ukatokea kule, uka semeni. Kwani kuna kazi alikuita kama hiyo kwenye vyombo vya habari kuongea, Mo hujatumia themanini na saba ili kutu kutu kutuaminisha sisi, na sisi tumuulize Mo, hao wamekataa. Ndio unafanya na kazi tuliokupa ufanya, na kazi hao wamekataa hujatumia. Sasa kama unataka tubishane, tubishane kisheria Tubishana kisheria, ili tuachane. Ongea kwenye vyombo vya habari tunajidanganya. Lazima tuelewe nchi inaishi kwa sheria na katiba. Sawa yeye yeah, akitaka haraka, anarudi sio magoli, mtu wake nembo ile pale, yes, na ndio anakwenda kuishtaki ile, kuna nini? Asante sana.